Hi guys, nimeona nifanye hii video because I think kama nchi tuko sehemu ambayo kila mtu amechanganyikiwa. Yaani, kila mtu ana ana watch kinachoendelea Tanzania, tunakiangalia kama movie inatokea, afu hatuelewi hii movie ina happen to us, ina happen kwetu, yaani haya ni mambo tumezoea kusikia kwenye nchi zingine lakini nao tunayasikia kwetu, na yani hatuyasikii kwetu, tunayaona kwetu. Na kinachoumiza ni kwamba hii yote hiyo haya ah, yote anatokea kwa sababu ya mali tu, kwa sababu ya pesa tu. Saa hivi Tanzania hatuna amani, hatuna raha. Hii yote kwa sababu kundi la watu wachache tu wanataka kuendelea kuishikilia Tanzania, waendelee kuinyonya. Yaani, kama Watanzania tusinge fight back huu uchaguzi wao wakitapeli kitapeli wanaofanya, kama Watanzania tunge, tunge ukubali kama jinsi ambavyo wao CCM waliimagine kwenye kichwa chao kwamba tukiwatoa tu Chadema, Chadema wakitoka kwenye picture, sisi hii nchi yetu, hawa Tanzania watakuwa bize na umbea, watakuwa bize na upumbavu, watatuacha. Lakini haijawa hivyo. Haikuwa vile walivyotegemea CCM kwamba sisi tutaendelea na umbea, tutaendelea na mambo ya stu, stupid. Lakini instead wakapata surprise kwamba nchi nzima tukakataa uuni. So kwenye hii state ambao tupo sasa hivi, ambao nchi nzima tupo kwenye confusion, tumechanganyikiwa, tuna wengine wanafia wanaogopa wengine, oh, hawajui what's going to happen tomorrow lakini nikuwa nataka kujiambia kwamba mpaka hapa, kwanza tujipe moyo, we have done so well so far. Tumewasuprise sana, tumewasuprise sana hawa wauni wana mtandao, hawakutegemea, hawakutegemea pushback kama hii kutoka kwetu. Sasa kingine, ambacho nikuwa taka niwaambie, ambao ndo information nilionayo so far about Polepole, ni kwamba he still alive hii ni information apoa direct na polisi wananiambia, he still alive, lakini kaumia. Wanasema Mafwele uh, uh, uh, alitoa uh, four days, ametoa four days, after four days auawe. Na hizo four days Mafwele as alizotoa ametoa ni, yani kama vile wanasubiri tamko rasmi kwa kutoka kwa Samia. Kwa kama zi lisipotoka tamko lingine waendelee na hili tamko lake yeye. Lakini wanaye wanaye wanaangalia kwanza upepo, wanaangalia reaction za wananchi zitakuwaje, wamwachie au wamuue, wanaangalia reaction. Lakini uh, Samia anaye anaye anaye pole polepole anamshikia polepole sasa hivi, Samia ndo dakika Mungu wa polepole yeye ndo, pole. Ye ndo wanaweza kuzima switch sasa hivi wanasubiria Samia awaambie uweni. We kingine ambacho nikuwa nataka niwaambie ni kwamba tokea ishu ya Captain Tesha jeshi alikaliki, sahivi sahivi mpunda anaangaika anafanya sijui mauchunguzi wanajaribu kufind out, anajaribu kufind out kwenye jeshi ni kiasi gani cha jeshi kiko na, na Captain Tesha sasa wanajeshi wananiambia kwa sababu wamekuwa wakisoma especially jana usiku eh, wamesoma um, jana usiku kwenu nyinyi ni leo asubuhi, wamekuwa wakisoma mnawaambia jeshi chukua nchi, jeshi chukueni nchi, lakini <coughs> kuna kitu kuna mmoja mwanajeshi mmoja ameniambia, amenambia, amenambia inakuwa kitu rahisi kwao pale wananchi wanapokuwa wameanza, lazima muanze, lazima muingie barabarani kudai haki alafu jeshi sasa alafu polisi ikiwa mistrit ikiwapiga ikifanya chochote, polisi ikiwa mistrit, kama vile kuachia silaha za moto kuwa watu pale, sasa ndo wanakuwa wana wana ile legitimacy ya kuingia na kulinda wananchi. Lakini yani, according to them and what they are telling me, ni kwamba hiyo hiyo tarehe ishirini na tisa Samia atoboe, ndugu yangu, Hatoboi. Yani situation ni mbaya Tanzania kuliko vile tunavyowaza sisi. Situation ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya na mbaya na yani sijui Mungu atatusaidia vipi, sijui kwa sababu kuna watu wachache tu ambao wanaweza kustopisha hii kitu yote, na hao watu wachache hawaelewi kitu kwa sababu wameweka mali mbele, seriously. Asa hivi kuna watu wawili wanaweza kusopisha hii kitu. Tanzania ikawa poa. Samia, Kikwete. Ah, hizi mtu mbili. Dakika mbili sasa hivi wanaamua tu. Samia basi, acha mama wape katiba mpya twende. Acha waendelee. Lakini hawa, hawawezi Kikwete na wao Samia hawawezi kwa sababu bado wa, walikuwa wana plani nyingi za kuibia Tanzania. Walikuwa wana plani kubwa za kufanya ufisadi. Hmm? Na wana maproject kibao yapo katikati. Unaona, kwao wanaona yani kama bado, yani bado wanahitaji muda kuisafisha nchi vizuri. Kwa hiyo anyway, guys, mi bado nipo kwenye shoko.